Yule hakuwa Yesu kama Yesu. Na leo hii Makongo ukimwona, labda ameigiza, labda ni kichaa barabarani, so ni so kichaa wewe, so malaya, yani itambulike hivyo au wewe ni malaya? <laughs> <Raza. laughs> hapa tunazungumzie ile picha ambayo huyu mtu alicheza. Alichezaje? alicheza kama a, a, a, a, mtu ambaye anapenda mapenzi Uh, moja kati ya uh, artist mwigizaji mkubwa sana ambaye anatoka uh, I mean, kwenye Bongo Movie anaitwa Makongo. Mimi nakufahamu kwa jina la Makongo bana, habari uh, za majukumu hapa na pale na Mungu anasaidia. Nimepotea sana. Ni kweli, yeah. <laughs> Mbona kinyonge sana uh, kweli nimepotea hmm. Na kupotea kwenyewe bana ilikuwa ni kuandaa kitu kizuri ambacho kitawafurahisha wale watazamaji wa kazi hizi za Bongo Flava, bongo kwenye Bongo Movie au umeamia? Hapana, au unasikiliza sana bongo eh? Hey bana huko bana uh, eh hey, tunafuatilia sana uh -huh. Tuzungumze mawili matatu kwanza kuhusiana na kazi zilizopita Tulikuona kwenye filamu short film ya Moyo Umeniponza na hatimaye tukasema tutawategemea kuwaona pia kwenye, kwenye season zingine. Kwanza tuzungumze ile kazi, ilipokelewaje? Kazi ilipokelewa vizuri na wengi walihitaji kuona uh, ile kazi inaishia wapi, lakini kutokana na uh, lakini kutokana na <coughs> jinsi mambo yalivyoenda na kemistri yetu, uh, ikawa juu ya uwezo wetu kufika kule ambako tulitazamia kufika. Lakini sasa hivi tumeshapata solution ya kile kitu na tayari tumekuja na kitu kingine, tumekimaliza kabisa. Sasa hivi ni swala la kuipandisha tu <coughs> Watu wanasema mwanzo labda ilitokea mligombana gombana mlitrafiana, labda kundi lilivurugika na baadaye ikawashinda kuendelea, labda kulikuwa na ukweli ndani yake hapo. Uh, maneno ya watu siku zote huwezi uh, kuzuia yazungumze, yani mtu huwezi kumzuia azungumze kile ambacho anakiona na anataka kukizungumza. Ukweli ni kwamba kundi bado lipo na linaendelea, uh, ni mambo tu madogo madogo ambayo hayakuwa sawa, sasa hivi amekuwa sawa. Hivyo tupo na kazi, ipo na muda wote kuanzia hivi sasa. Aa, tunaweza tukaona kazi nyingine mtandaoni okay. <coughs> na tutegemee wale wale au kuna watu karasiti wengine ambao wameongezeka? Aa, ni wengine wengine wapo, wapya walioingizwa, walio sasa hivi kwenye mvi, lakini pia wengine tupo wale wa zamani bado tupo, wachache ambao uh, wamepata nafasi sehemu nyingine, lakini wapya wapo na wale wa zamani pia wapo. Ka karakta nyingi tunakuona, unate, unacheza sana uh, mapenzi sana na uh, we ni mtu wa, wa kutongoza tongoza mabinti nini sana wanawake sana uh, tukutegemee kwenye hilo au kuna namna nyingine uh, Uh, short film iliyopita ya Moyo Umeniponza, stori ilinitaka nicheze uh, kama ulivyosema na kama mlivyoona, lakini hii ambayo inafuata basi, uh, tuseme kwamba tusubiri kazi, kazi ndio itatu, uh, itatupa mwelekeo mzuri au, mwa, au kazi ndio itatupa huyu uh, mtu amecheza vipi tena ikumbukwe kwenye Moyo Umeniponza nilicheza nikiwa nanyele, na nywele na kikazi ilikuwa inanitaka, lakini sasa hivi nimenyoa, so tusubiri kitu kingine na ndevu na sizioni. E, ndevu zenyewe hazipo zile timba. <laughs> <laughs> Oh, tusubiri. Ah, namna nyingine nitakuja kivingine, lakini kama itakuja kama ni kutongoza tongoza basi ni story na nitaka, nicheze hivyo, lakini kama nitakuwa ah, kivingine basi tusubiri kazi. Sasa hivi siiwezi nikasema nimecheza kama nani, lakini tuweni na subira, tutaona huyu mtu amecheza vipi tena <coughs> uh. Sawa na pengine labda hii tu... kazi mpya ambayo mnataka kuiachia, nategemea kuiachia lini ndani uh, ya mwezi huu huu wa nne. Uh, nikisema mwezi huu wa nne ni wa 2025. Ah, uh, hauishi make kazi tayari uh, tumeimaliza yaani kuanzia Uh, episodi ya kwanza mpaka ya pili no, episodi ya kwanza mpaka ya mwisho, yani mwanzo mpaka mwisho, kazi tayari iko eh, uh, ofisini tayari eh, kazi tunayo imemalizika, ni suala la kuipandisha uh, kwenye chaneli yetu ile ile ya Come Media. <coughs> na <coughs> wategemee nini sasa watazamaji wenu wanaowafuatilia kupitia platform zenu? Wategemee mambo mazuri kama Moyo Umeniponza ilikuwa nzuri, basi hii itakuwa nzuri zaidi ya Moyo Umeniponza kwa sababu tumekuwa wakimya kwa muda mrefu, na kimya kingi huwa siku zote kina kishindo hivyo e. <laughs> tumejaribu kukaa chini na kuumiza akili jinsi gani ya kumfurahisha yule mtu au yule shabiki ambaye alipata fursa ya kuona au kufuatilia moyo umeniponza, hivyo ategemee kitu kizuri zaidi ya moyo umeniponza. Kwenye kuona kwamba Makongo amecheza vipi au ameonekana sini yuko ndani na mwanamke, ile ni stori inamtaka Makongo acheze hivi. Make pale tunaigiza kuna uhalisia, pale tunaigiza kwamba yaliyoko kwenye jamii ndo yako hivi kwao. Tunajaribu kuelimisha jamii. So, kwe, kway, kway, kway, kwayo, kwayo, kwayo, kwayo, kwa hiyo ukija kuniambia kwamba unaelimisha jamii na ukweli humo umo ndani hapana. <tosî> <tosîailandia> kile ambacho kipo kwenye jamii ambacho kimejificha, sisi tunakianika na kuipatia fundisho au kuionya kwamba haya mambo mwisho wa siku yako hivi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunadili nacho <tosî> aa, mabinti fulani walalamika kwamba kweli, yani Makongo anawatongoza kweli? Brother, labda nikuambie kitu kimoja. Nahisi na wewe pia wa, una, unajua hili kipindi tulivyokuwa wadogo hadi wa sasa, nadhani kila mtu naye nadhani kila mtu pia amefuatilia movie au historia ya maisha Yesu inavyoonyeshwa. Kila mtu aliamini kipindi kile kwamba yule ni Yesu kweli, lakini yule ni mwigizaji kama Makongo leo hii navyoigiza kwenye stori zingine, yule aliigiza stori ya maisha Yesu. Kwa hiyo yule hakuwa Yesu kama Yesu, na leo hii Makongo ukimwona, labda ameigiza, labda ni kichaa barabarani, s niso kichaa, so malaya, yani itambulike hivi <laughs> <Raza. laughs> hapa tunazungumzia ile picha ambayo huyu mtu alicheza. Alichezaje? alicheza kama a, a, a, a, mtu ambaye anapenda mapenzi kwa sababu stori limtaka afanye hivyo ili kuibua yale ambayo yako kwenye jamii. Nadhani umenielewa hapo. Kwa mfano, uh, we umecheza karakta kama mtu ambaye unahusiana na mapenzi, unaelimisha nini kwenye? Uh, kwanza kabisa tukumbuke wahenga wametuambia kuwa, uh, uh, uh, uh, uh, ujana ni maji ya moto, na ukiangalia vijana wengi wanazama kwenye wimbi hilo la mapenzi ambako akili yao au fikira zao zinawatuma kwamba akiwa kwenye hali kama ile, au akiwa labda tuseme kama ni, ni, ni wa kiume, akiwa labda na uhusiano na mabinti zaidi ya wawili mpaka watatu, anao kama ni fahari, lakini mwisho wa siku ina athari kubwa kwake. Kwanza kapoteza muda, kapoteza nguvu zake yeye mwenyewe, na hata kwenye uchumi kabisa atakuwa pengine nako ana lose kwa sababu wengi tumeaminishwa kwamba ukiwa kwenye hali kama hiyo, lazima utenge budget kwa ajili ya huyu mtu, kwa sababu sasa hapo kwa mmoja sina sizungumzi si, si, si, si, si, si, mmoja kwa, huyu mmoja sawa, lakini yule wa pili, wa tatu mpaka wa nne, nadhani hapo unanielewa na, nacho kimaanisha ki. Kwa hiyo nizungumzie kwamba mapenzi yanahitaji watu wawili na mapenzi ni hisia. Umeona sasa kuwa na, na, na, na wapenzi wawili mpaka watatu huko sasa ni kwingine. Ukitaka oh, kuoa yeah. Au kuwa na mpenzi, unataka mpenzi wa aina gani? Uh, sasa huo ni mtazamo wangu mimi yeah, uo, uo. Mm. Kwanza mtu awe na nidhamu na heshima zake ambaye anajitambua na anajielewa kwa nafasi aliyoko, huyo ndiye naye mtazamo. Kwa mimi ndisikia kwamba wewe unapenda sana aa, majimama Uh, huko ni kusikia kwako, lakini mimi leo niseme kwamba sipo hivyo, haujawekwa yani ujakalishwa. Uh, hayo ni mazungumzo ya watu yale ambayo wana, wana, ni, ni, ni, mwanzoni nimesema kwamba kama unaogopa hivi eh ah kuogopa sasa. Siogopi, siogopi, hapana. Niseme wewe kwamba Makongo, so kama anavyocheza kwenye movie maisha ya Makongo ni maisha tofauti kabisa. Aa, ni mtu wa ibada, mtu wa kanisani. E, dini zipo, <laughs> <laughs> <laughs> dini zipo dini ipo. Nikisema eh, kwamba dini zipo kuna dini ya Kiislamu eh, lakini pia kuna dini ya <laughs> Nimekuuliza wewe ni mtu wa dini huko kanisani au jima? Nimesha kuchanganya mtazamaji <laughs> <laughs> <mayupi tena> babu <laughs> wa Come TV Tanzania niko na, maku... na Makongo aka Teacher Sam, ambaye tumemwona kwenye mo weniponza hapa. Nilikuwa tunafanya challenge kidogo, na dhani anayekujua anaye anakujua kweli kweli na sisi tunaokufahamu uh, pengine tunakujua sisi kama sisi, na ni mtu mmoja poa sana, mstaarabu sana, lakini sasa tutaka picha ya nje sasa, kwamba wale ambao hawakujui sasa wakujue ni yule tunayemjua Ticha Sam, ndio maana tunataka kujua. <laughs> <laughs> Ifahamike kwamba uh, uh, Ticha Sam wa moyo umeniponza aliyecheza kama uh, mpenda mapenzi huyu mtu bana, ukimkuta kwenye maisha yake ana maisha yake tofauti kabisa na yale ambayo aliyacheza. Unajua, kumbuka wako kwenye comment hapo chini hapo, wataserereka hapo. Haina shida, haina shida, hamna, hamna tatizo, haina shida. Basi sawa bana, mimi nikupongeze, lakini pia ni Uh, mnafanya poa sana na mnafanya vizuri sana, na S kikubwa zaidi mwendelee kuelimisha jamii sanaa, pengine, kwa sababu sanaa pengine inakuwa ina, mtazamo tofauti kidogo. Kuna wengine ambao wanaiona sanaa kama sehemu mojawapo ya, ya kufanikiwa kwenye maisha. Kuna ambao wanaona sanaa ni kama sehemu ya kwenda ku gang magang, si ndio? Na wengine watafuta umaarufu na vitu kama hivyo na mambo mengi, lakini kila mtu anayo mawazo yake, anayo fikra zake. Mimi labda niseme tu kwamba labda uh, kama una neno la mwisho la kuambia watazamaji wenu wafuatiliaji wenu wa, wa, wa series zenu filamu zenu basi waambie ili tuweze kumaliza. Uh, nipende sasa kuwakaribisha tena kuitazama movie yetu mpya au filamu yetu mpya ambayo tutakwenda kuiachia, uh, mtandaoni kwenye chaneli yetu ile ile ya Come Media. Usikose kusubscribe kulike na kucomment, na ninyi ndo mnatupa nguvu sisi katika kuendeleza na kuwapa vitu vizuri zaidi. Asante sana, mimi uh, sina la ziada kwenye hili, tutaendelea kuongea na kuwa na interview exclusive mbalimbali na watu hawa wa moyo umeniponza lakini pia Great Vision Film Asante sana Makongo, na Mungu akubariki sana. Mi naitwa mr camtz. Unaweza kunipata na kutupata kwenye uh, platfom zetu za mitandao ya kijamii kwa jina la CamTv Tanzania, CamTv News, uh, lakini pia blogu yetu ya CamTv News na vilevile vile Twitter, Instagram, unaweza kutupata kote kote. Huko nyuma ya kamera tulikuwa na Daniel Michael.